katika maisha ambayo wameendea sasa, ni wape pole, lakini pia ni wape pole sana uh, wanafamilia kwa msiba huu, msiba ambao kwa kweli taifa pia limepoteza mtu ambaye amekuwa uh, mtu mwema, amekuwa mtu ambaye alikuwa mchapakazi sana ni dada yetu, wengine tumefanya naye kazi maeneo mbalimbali. Mimi uh, nilifahamiana naye sana wakati nikiwa katibu utawala wa mkoa wa Ruvuma wakati yeye akiwa mbunge wa Peramiho ambayo iko ndani ya mkoa ule wa Ruvuma. Kwa hiyo ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa ukaribu sana, na hata nilipokuwa waziri kuwa katibu mkuu kwenye wizara mbalimbali mbali, tumekuwa tukishirikiana sana pia ni mbunge mwenzangu pia ambaye, ambaye amekuwa ame, ame uh, mfano wetu sisi wabunge wapya ambao tumeingia kwenye bunge hili. Kwa hiyo ni msiba ambao ni mkubwa, msiba ambao wote tumesikitika sana kwa, kwa, kwa msiba huo wa ghafla uliotokea ya, sisi na mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Dodoma tuliona tupite tutoe rambirambi zetu, na basi tuendelee kupeana pole. Nadhani tumwombee tu mwenzetu, Mwenyezi Mungu aweze kuiweka roho yake mahali pema peponi. Amin.